Serikali ya Israeli imethibitisha kupokea mwili wa mwanajeshi wa taifa hilo aliyeuawa miaka kumi iliyopita nchini Palestina. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu wa taifa hilo siku ya jana imesema kuwa mwanajeshi huyo aliyefahamika kwa jina la Hadar Goldin, mwenye cheo cha luteni aliuawa mnamo mwaka 2014 na, na mwili wake ulikuwa ukishikiliwa na Hamas tangu mwaka hadi walipoamua kurejesha jioni ya Jumapili Novemba 9, 2025. Taarifa hiyo pia imeeleza kuwa mwili huo ulipokelewa na jeshi la Israeli kabla ya kufikishwa mikononi mwa familia yake muda mfupi baadaye ili kupewa heshima za mwisho. Waziri Mkuu wa taifa hilo, Benjamin Netanyahu, amesema kuwa anajua uchungu uliopo ndani ya mioyo ya wanafamilia, ila anawapongeza kwa uvumilivu na mshikamano waliokuwa nao kipindi chote. Muda mfupi baadaye, baba mzazi wa mwanajeshi huyo Simcha Goldin alinukuliwa akisema tumefurahi kuona mtoto wetu mpiganaji wetu sasa atazikwa kwenye nchi yake. Huku mama mzazi wa mwanajeshi huyo Leah Goldin akilipongeza jeshi la Israeli kwa kuendelea kuwarejesha waliofariki kwenye vita hiyo kwa wapendwa wao, huku akiwasihi kutokata tamaa licha ya changamoto wanazokutana nazo. Sambamba na hayo, jeshi hilo pia limesema kuwa kamwe halitawaacha wanajeshi wake kwenye uwanja wa vita, bali litawachukua na kuwahifadhi kwa heshima ili kuonyesha thamani na maadili kwa wapiganaji wa taifa hilo. Kurejeshwa kwa mwili wa Goldin kunawaacha mateka wanne waliofariki wakiwa bado mikononi mwa wanajeshi wa Hamas katika ukanda wa Gaza ambapo watatu ni waisraeli waliouawa Oktoba 7, 2023 na mmoja ni raia wa nchini Thailand ambaye alitekwa nyara wakati wa shambulio hilo.